Huyu kasongo ameua watoto wetu kweli ya mauongo. jezi mbo jezi mbo. Mimi nauliza kama huyu ruto anaua watoto wetu, nyinyi viongozi ya hapa Kiambu mnaona ameua watoto, mnakuja hapa kutuambia tumfuate. Mnafikiria sisi kichwa yetu ni mbaya? Ni madharau, si madharau? Sasa kijana ameuawa pale Nairobi, anaitwa Ojwang' ameuawa na Deputy Inspector General of Police anaitwa Lagat. Si ndio? Na huyo ni mtu ya Ruto na Murkomen. There is a squad, a killer squad of 101 officers ambao walitoka AP wakaingizwa katika National Intelligence Service. Hao ndio wamefanya kazi ya abduction na kuua Gen Z. William Ruto sasa amechukua huyu Lagat, amemfanya komanda ya hiyo kikosi. Ndiyo, huyu mtu anaitwa Ojwang' amewekwa Central Police Station. Huyu Lagat ametuma watu, wameenda pale wameua yeye. Sasa pale Senate na National Assembly wanajaribu kufanya cover up. Huyu anajulikana mwenye kumuua. Tunataka kuambia William Ruto, huyu mtu yako anaitwa Lagat akamatwe aende kotini ashitakiwe na kifo. Radio